Bila kuchelewa nikianza na taarifa hii ya kurudi kwa Josefu Kabila ndani ya jiji la Goma. Kitu cha kwanza ambacho nitaomba watu wakijue ni kwamba baada ya Rwanda kuingia katika mgogoro na mataifa mbalimbali duniani mpaka kufika kuwekewa vikwazo hivyo, watu lazima wafahamu pia kwamba watu au nchi zitakazohifadhi watu wanaonekana kuisapoti M23, hizo nchi bado zinahesabiwa nazo kama ni nchi zinazohasi ama ni nchi ambazo nazo pia ziko nyuma ya M23. Kwa hiyo akina Corney Nanga, akina Betri Bisimwa, akina Joseph Kabila wote wana wakati mgumu kwa ajili ya kupata ukimbizi. Kwa hiyo hata kule Namibia ambako alikuwepo na maeneo mengine aliyozungukia hakuwa kwa amani, baada ya hata hizo nchi zenyewe ambazo zinamuhifadhi kwamba hatutaki umuhifadhi mtu huyo. Hizi ni taarifa za ndani kutoka kwa kwake kule. Kuja Kongo si tu katika iari yake, lakini pia kwa lugha nyingine. leo nyepesi ni kwamba ametapikwa wenyeji bado anamwambia sawa. Sasa ameamua kurudi ndani ya Goma. Leo amefika na amekanyaga Goma, amepokelewa. Atafanya nini ndani ya Goma? Nisikilize vizuri, unaongea na mzee wa habari mbichi, ambapo nikikupa habari manake ni ya kweli. Uione leo, usione leo, manake ni habari ya, ya kweli. Alichokifuata ama alichokijia Josefu Kabila haji kwa ajili ya kuendeleza mwavumaza M23 ili kwenda kupindua chesekedi hapana. Huo mpango M23 haiwezi tena, nimekuambia kwamba wanapanga kukamata baadhi ya mikoa na watengeneze kuwa nchi. Na nani ambaye anaandaliwa kuwa rais wa nchi hiyo? Walio wengi walikuwa wanafikiri kwamba ni Corne Nanga ndiye atakayekuwa rais wa nchi hiyo. Hapana, Corne Nanga amewekwa mbele kama jalada la, ka, la, la daftari la kitabu, lakini eh, kitabu chenyewe sasa ndiye Joseph Kabila. Kwa hiyo amekuja na na hata act Goma kama rais wa Nord Kivu na Sud Kivu, ambapo wao wanaona ni maeneo walio yakamata. Wanao wakuu wa mikoa, wanaweka viongozi wao, lakini lazima hao wakuu wa mikoa wawe na sehemu ya kuripoti. Wataripoti kwa nani? Kwa hiyo wataripoti kwa Josefu Kabila. Kwa hiyo mpaka hivi uko Goma, wanatumia Goma kama kapitali yao. Kinachotarajiwa sasa hivi ama kinachosubiriwa, muda si mrefu sana, unaweza ukasikia, wamelanse, wamezindua wame pesa itakayotumika ndani ya eneo li ile, kama vile ambavyo unaweza ukasikia pia wametangaza vitu vingine vya kama nchi inayojitegemea amekuja kutawala kama rais wa eneo lililokaliwa na M23. Hizo ndizo taarifa za ndani, taarifa ambazo zinaaminika. Sasa wazalendo wakasema nini kuhusiana na ujio wake? Tulipohojiana na wazalendo wakasema kwamba rais mstaafu Joseph Kabila kuja kwake ndani ya Kongo, maana yake amechagua kuja kufa ndani ya Kongo, kwa hiyo hatapewa shima kama ile ni muasi sawasawa na opo kwenye line de front. Kwa hiyo na ye ni M23 kama M23 wengine sawasawa na wale wanaouliwa kwenye mashamba ya vita, siku risasi ikifika karibu na yeye, ama akionekana kwenye kumi na nane na wazalendo, na yeye itakula kwake. Hivyo ndivyo ambavyo wazalendo wamesema yeye, pamoja hata, hata na kina Colonel Nanga, pamoja hata na kina Bertrand Bisimwa na viongozi wengine. Kwa hiyo ujio wa Joseph Kabila ni kama pia kutabiri kifo chake kama muvuma za kizalendo zitamfikia. Hiyo ni lugha ya wazalendo. Nikitoka katika taarifa hiyo, nije niongee kuhusiana na ujio wa waziri wa ulinzi na usalama katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo pale Uvira. Nimekwisha kuongelea hayo ila kuna jambo ambalo alilisema baada ya yeye kufika Uvira, kupewa ripoti mbalimbali na wazalendo pamoja na FARDC na ripoti alizopewa ni ripoti za pale kwenye shamba la vita, lakini pia ripoti zinazohusu serikali, mahusiano ya wa wazalendo na jeshi, mahusiano ya wa wazalendo na serikali ya Kongo. Alichokiamua waziri wa fedha unakijua, lakini nikumbushe tu kwamba alisema kuanza sasa hivi, yeye kama waziri wa ulinzi, kama waziri wa usalama, sio wa fedha, tafadhali, misaada yote au jumbe zote za kiserikali hazitapita kwa mtu mwingine yeyote, zita pitia nani? Zitampitia mtumishi wa kijeshi zitampitia, zitampi, zitampi, zitampi General Padiri ndiye atakayeunganisha. General Padiri ndiye atakayeunganisha wazalendo na ministeri yake the defense, sio mtu mwingine, kwa maana wote waliojifanya kufanya hiyo kazi ni wasaliti, wanaiba hela, hela wanayopewa haifiki. Kwa hiyo na wengine wanakuja hawajatumwa na jeje, hawajui, wanajifanya wametumwa, kumbe hawajatumwa na mtu amesema hivyo yeye mwenyewe, na baada ya kusema hivyo, wazalendo akafurahi, wazalendo akapiga makofi, wazalendo akashangilia. Na padiri mwenyewe ndiye huyo ambaye yupo katikati ya majembe hayo mawili. Kulia kwake yuko foka mike, kushoto kwake kuko mzee amuri William ya kutumba. Sasa wewe unapoangalia wako kinyume na wewe, manake ya kutumba kulia kwako foka mike, kushoto kwako padiri ndiye ambaye anayejulikana wa kuunganisha wazalendo na ministere de defense, sio mtu mwingine. Siku ambayo mzee Bitakwira alifika Uvira, nilifanya emission mbili, nikawa naelewesha watu huyu Bitakwira siye. huyu Bitakwira anatumia jina la rais, huyu Bitakwira siye rais. Awezi kutuma mtu na ministere ipo, mtu awezi kutumia tu jina, sio mvua pale president ya republique a, si kuna ministere maana hiki huyu president wa republiki hakuangi na maministeri kwamba ministre fulani amenitu. Ninyi ni kinywa yani, mwenu ni president la republice tu tu tu. Na wanasema hivyo kwa sababu gani? Nielewesha kule ku presidence kuko kwa madepartema kwa mingi, kwa mingi. Kuna departema ya mke wa rais. Hii departema ya mke wa rais hii inajaa wasaliti wengi. Na wengi hata wanapotumwa na departema ya mke wa rais wanakuja kusema ni president, ni president ndio kumbe ametoka kwenye chimbuko source ya watretre na ndivyo alivyotoka Bitakwira. Nilieleza watu hivyo, watu wakanitukana, wakaniandikia mamesaji. Nikasema nikikwambia habari, hata kama hutaikubali leo, subiri siku zipite, zitakuja kukujibu leo sasa kama Vitakwira alitumwa na president ya republiki kuja ministri ana, ana, anaweka wote pembeni ana reconnaitre ne fiske general padire eh, makosa aliofanya Vitakwira ili asiendelee kuwepo ili asitajwe, yeye alifanya makosa gani? Jibu unalo, jibu unalo. Kama hajafanya makosa, alionekana na tatizo gani asisemekane na huyu waziri kwamba yeye ndiye atakayehusika? Jambo la tatu, kama yeye aliteuliwa asimamie wazalendo Justin Bitakwira, kwa nini akuongozana na waziri sasa wa defense? Maana yake yeye Bitakwira ndo angekuwa sasa mwenyeji wake wa kumpokea sasa, wakuja anamwonyesha njia na wakuja kumtambulisha kwa hawa wazalendo. Kwa nini Bitakwira hakuongozana na ministre wa defense, twende kwa wazalendo, mimi ndo coordinateur wao, kama ambavyo eh, general Padiri aliongozana naye. Bitakwira alibakia wapi? Kwa nini? Hapa ndipo ambapo mtakapokuwa mnamtukana mzee wa habari mbichi bila sababu, kwa sababu ya kutokuona kusikulingana, lakini sasa majibu mpaka sasa hivi mmeyapata, kwamba Bitakwira sio mtu wa kuaminika katika hizi movement za wazalendo, waza waza, bila shaka mpaka hapo mtakuwa mmenipata vizuri, na hapo sasa hakuna tena discussion kwa sababu amekuwa skli na ministeri ya defense, Bitakwira amekuwa skli na ministeri ya arme, amekuwa skli na kija kutowa taarifa yoyote. Jesu anvye par presida madame, ni vyakwake ministre mwenyewe wa departeme yake wa ministeri yake, ndie amesema, sio mzee wa habari mbichi. Mmenielewa? kama mmenielewa, piga makofi. Kama mmenielewa, sema amina. Hapo hakuna shida tena. Na baada ya ministre wa defense kuongea hivyo, baada ya ministre wa defense kuongea hivyo, yuko jemedari mwingine mkubwa sana wa kizalendo ambaye na yeye akasema kupitia vyombo vya habari na njia zingine mbalimbali mbali, kwa njia ambazo ziko private. Message hii imekwisha kumfikia padiri, hii message imekwisha kumfikia padiri, lakini tukataka kwamba na wewe mtazamaji uweze kusikia message ambayo padiri amepewa na wazalendo wengine kwa ajili ya kuendelea kusababisha au kuleta mshindi ndani ya teritoire nasionale ya Republiki Demokratiki di Kongo, na bila kwenda mbali. Hebu sikiliza mesaji hii ambaye amepewa padiri aliyeaminiwa na ministri wa defense kwa ajili ya kukordone au kusimamia wazalendo. Hebu sikiliza na wewe. Jambo jambo tena, wazalendo tena, wa ndugu na watoto wa Kongo, Wakongomani wa mama kama vile wa dada, wa vijana kama vile wa baba, wazee wetu juu wawezi kuwa mtoto bila kuwa na wazee, wanawake kama vile wanaume, hii audio yangu

wakati unatoka Bunyakiri, mzee General pe Asoname madoa madoa anakualika ukuye Chekevara Lwandazi, soe ndiokuwa naita sose, ndo Chekevara Lwandazi maeneo yangu misa vile General Chekevara niyenjolilikia kukamata, ulipita milima mirefu kapita mashembe mitumba yote ukashukia kwenye ulishukia tulikia kokukamata na makano rapide zetu za kitamaduni. Mon general, kumbuka neno yenye Generale madoa madoa pea Sonana alikuambiaka azabu ya musali na uzalendo, mtu kuwa mzalendo na maana ya uzalendo na mtu kuitwa mwananchi ni kwa sababu ya nini. Ukumbuke hiyo neno mzee kia neno wakati alikwambiaka uko ku residence yake weta Major General Che Guevara lwandaz mo general, padiri ile moya inapasha kukujenga moya inapasha kukujenga, moya atu ya kufa tungaliki, ulipambana. Ndiyo magaidi wetu, mashujaa wetu walipotea na tukapoteza wengine wa ngambo ya waasi. Ndo mambo ya vita na ndo faida ya vita, ni sisi tungaliki tuko msituni. Mzee, ninashukuru sana kwa sababu umefika Uvira. Mimi siko Uvira, niko kwenye shamba la mapambano, niko kwenye shamba la mapambano kwa sababu nitakuwa mbolea ya Kongo. Nilikubali na nikalapa. Mzee, unasikia neno yenye general ministre adjoint wa defense anasema anauliza franga ya wazalendo, hali ya wazalendo, kidogo ya wazalendo ya kusapoti wazalendo iko inaenda wapi? Ndio maana nakwambia mzee, pluparte ya majemedari tuko nao na wakubwa wa nchi na waminister, maministre ni wacommersant, ni wabusinesser, hatuna jeshi mkubwa. Funguka macho, funguka macho. Na yuo huko Kisangani nikuya kututembelea me utarudia Kisangani, me rudia kumaeneo lomba kule ku presidence, lomba ku presidence, organiser vitu yote. Atutaki kuchangane na FRDC, hatuna FRDC, peut-être FRDC nitatoka ku formation, risi itoka ku formation maeneo ingine kwenye hatuna watu wa kutuchukia sisi, lakini ninakwambia hii neno mkubwa

tunabajua na kama hawapendi kuba-kuba- kubataia kuba yabo, onana na president wa Societe Civile Andre Dadunia, atakuambia bote bafotife, bote bahalifu wenye wanataribisha mungini, atakuambia anabo kuanzia Andre Dadunia e, na Luvumbu Kibambala, utauliza na nani na, na nani na mwami we Mbashi, nani nasahau jina ake. Mungu atanisaia nasahau jinake

Ukubali maoni yao make mjue kama mnaacha vita huku nyuma ya mbongo, tutapiga wale watu watakimbia. Tutabaua bote, tutakamata pale. Jua wana nguvu ni wanamuke, tutabakamata na mikono

wa FARDC watolewe sehemu watoke-watoke, raia inafurahi sana, na hili ni jambo ambalo niliimba sana, ili wazalendo wapigane vita, ili wazalendo wasonge mbele, ili wazalendo wawe uhuru wa kufanya mambo, lazima wajibebe, lazima wawe na commandement independant. Na kusema ukweli, kwa kuwa uvira bado FARDC ipo uvira, halikutumaini kubwa sana Ninashukuru kwa maana nilicho kiongea mara nyingi wazalendo walikielewa, kama hivyo anavyoongea General Shekival ni kweli. Kama kujafika mahala faradhi, sio kutwangana na mzalendo, maana yake hasira hazijafika bado, ni maumivu tu yanasumbua watu. Tukitoka katika habari hiyo, nije nieleze habari ya mzee Amuri William ya Kutumba, kwa maana watu wengi wamesema sana na mitandao ikachafuka. Mzee Amuri William wa Kutumba ametoka Plende. Ruzizi, ukuta wa Yeriko umebomoka kwa hiyo amerudi. Kuna vitu viwili nataka watu waelewe hapa. Mzee Amuri Uliamu ya Kutumba, yeye sio sio stati sio kinyago kwamba amebandikwa hawezi kutembea. Mzee Amuri Uliamu wa Kutumba hajaparalyze. Ah, ah, ni binadamu ana komandema na ana mission. Ukweli wa ndani upo kwamba mzee Amuri Uliamu ya Kutumba alitoka kidogo kule plaine de Ruzizi akaenda maeneo ya Kigongo. Kigongo ni village ambayo inaunganisha Uvira na huku Makobola, manake territoire ya Fizi, kabla haujafika Makobola ya kwanza, kabla haujafika Luanga, kama unatoka Uvira, yale maeneo ndio yanaitwa Kigongo. Ni kilomita chache kutoka Uvira. Alienda maeneo yale kutoka plaine de Ruzizi alilala, singeweza kusema mzee ametoka penduruzizi hivi analala analala Kigongo. Maanake ni kama tungekuwa tunaeleza kila kitu anavyotembea na kumpa adui nafasi. Sasa, kwa sababu limeshatokea ni kwambie, alifika Kigongo akalala Kigongo, inabana sio hakuna aku, si, bonde kubwa kiasi kwamba hata maambush yanawezekana kufanyika kwa urahisi sana, lakini pia ufahamu milima ya hapo Kigongo, milima ya Makobola ndio milima mara nyingi ambayo Le generale, le generale Rene Itongwa ndiyo mara nyingi milima ambayo ye anatawala ana, ana ndio imaya yake hiyo. Ye akalala huko chini, alipolala kesho yake akarudi tena. Kwa hiyo ile wale walioona ametoka pres de Ruzizi kujielekeza huko Kigongo, hapo ndipo alipopata source de information yao ametoka na wengi hawakuona alivyorudi. Hata kama waliona alivyorudi, wao tu walivyoona alivyoenda Kigongo, wakapublish kwamba mzee ame- ameondoka amerudi, amerudi. Lakini hakufika hata territory ya Fiz, wala hakuvuka mto kamba, kambakulu, kwamba sasa amekanyaga territory ya Fiz. Alienda na akarudi, na hivi ni ninavyoongea na wewe, yuko kwenye ukuta wa Yeriko, hajaenda popote, yupo kwenye ukuta wa Yeriko ndani ya plaine de Ruzizi. Jambo ninaloweza hapa kuliweka lingine, jambo niliweke lingine, wazalendo wale waza waza, walewale, taifa linawategemea sana. Ziko serikali za utawala wa Tshisekedi ambazo walio wengi ndani ya serikali za utawala wa Chisekedi wamekwisha kuliwa na viunzi manake, wamekwisha kuliwa ndani, hawaaminiki tena sana kama wazalendo. Kwa hiyo Uvira ni hilo eneo ambalo sasa hivi linaonekana kama kapitali kibero siri ya wazalendo movement, movement ya kizalendo. Lakini pia Uvira hapo hapo ndipo ambapo pia palihamishiwa ofisi kuu ya mkuu wa mkoa wa makamu katika Uvira hapo na ofisi ya mkuu wa mkoa wa makamu kuwepo Uvira moja kwa moja, lazima jeshi pia liwepo, kwa maana yeye sasa ndo amesimama kama rais wa mkoa wa Kivu, na rais lazima awe na majeshi. Jeshi la rais ama jeshi la taifa ni FARDC. Kwa hiyo uwepo wa mkuu wa mkoa ndani ya jiji la Uvira, maana yake ndio uwepo wa FARDC ndani ya jiji la Uvira. Je, uwepo wa FARDC ji la uvira lina, unaleta afya kwa wazalendo ili kuendelea kulinda jiji libu, linasema ni hapana, kwa maana hata wale FARDC walioko Uvira wako makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi ambalo halikukimbia kwenda Kalemi. Kwa sababu gani? Usafiri baada ya kuwa mdogo, wakajikuta tunakimbiaje, lakini nia ya yao walikuwa wanataka kukimbia wakaja kukutwa na wazalendo, bado hawajakimbia. Wako wako wengine walikuwa tayari wamekwisha kukimbia. Wapi kukimbia? Kalemi. Baada ya kufika Kalemi, kusikia Buvira kujakamatwa wazalendo wapo, wakasema eh, turudi, sio kupoteza kazi. Wakarudi tena. Wako wengine walikuwa wamekimbilia Burundi na polisi kufika kule tena wakarudishwe, turudi, wakarudi. Na wako wengine fungu la nne, ambayo sitaka kulitaja sana, ilikuwa fungu ambalo halikuwa na mpango wa kukimbia. Wao walikuwepo walitaka kuwepo tu pale, si kwamba wapigane na M23 itakapoingia, ila waungane na M23. M23 itakapofika, wajiunge na M23. Sasa haya makundi yote manne ya FARDC yote yako Uvira. Na wasaliti asilimia tisini na nane na wale wazuri asilimia mbili wote wako pale, vipi wazalendo watapata afya eneo lile? Sasa na ndiyo maana tunasema hivi, kama mzalendo hajapatwa na asira, bado kuna wakati atafika, atapondekana mpaka asira ipande kichwani, udiktekta upande kichwani, ndipo ambapo mambo mengine yatapata majibu. Lakini wakati mwingine iko hivi tunaweza kulaumu sana wazalendo kwamba hawafanye vizuri sana. Mimi huwa si walaumu hawafanye vizuri sana, hata wale wanaosema mzee Amuri Wiliamu ya Kutumba, mbona upigani? Mbona usongi mbele umekwama hapo? Ndio mzee Amuri Wiliamu ya Kutumba hapigani eti kwamba ameishiwa nguvu ama amekosa nguvu. Mzee Wiliamu Amuri ya Kutumba amejikuta ameingia kwenye sistemu ya siasa. Sasa yeye sio mfanya siasa yeye ni askari mwanajeshi wa kupigana lakini kilichomkamata mzee Amuri lamwa kutumba plende Ruzizi, ni siasa. Sasa kama amekamatwa na siasa, anatakiwa akombolewe pia na siasa, ndiyo imkomboe pale, imtoe kwenye ule. Ndio tunafika hapa ambapo mzee wa habari mbichi we aliongea kila siku muvuma wa wazalendo hazina wanasiasa. Wako wanasiasa wachache ambao wanajifanya ni wanasiasa upande wa wazalendo, lakini hawataki kuonekana kama ni wanasiasa, wanatumika na wazalendo. Sasa mtu kama hataki kujulikana kwamba yeye anatumika na mzalendo, maana yake yeye ni mwoga, lakini pia ni mtu wa nia mbili yuko 50 50, manake upande yuko kwa wazalendo, upande yuko upande mwingine, manake huyo sio mzalendo asilimia mia. Sasa kama wazalendo maimai wangepata wanasiasa waliojitokeza hadharani, wakubali kama nitaitwa ni msaliti wa serikali, kama nitaitwa ni nani niitwe, lakini nijulikane asampur sa kwamba niko na wazalendo hao sasa ndio ambao wangesaidia wazalendo. Pale panapohitajika siasa wao watumike, kama siasa panapohitajika relation watumike hawa wana siasa. Lakini ukiulizwa hivi, nani msemaji wa wazalendo kunivou nationale, hautampata tukija tukisema kuna msemaji wa mzee Amuri wa wakutumba, kuna msemaji wa Foka Mike, kuna msemaji wa generale Shakavila, kuna msemaji yani kila generale ana msemaji wake. Lakini je, ndiye msemaji wa wazalendo? Hapana, huyu msemaji wa wazalendo anatakiwa awe wa askari au mwanajeshi? Ndiyo, anaweza akawa, lakini anapokuja kusema kama msemaji anasema kama msemaji wa movement ya wazalendo. Lakini pia hawa wazalendo lazima wawe na viongozi pala ambapo wazalendo wamekwama, sio mzalendo aje kuulizwa askari, kwa nini umekwama? Hapana, waulizwe wale viongozi wao, ambao hata hawa wazalendo wanatoa ripoti kwao, kama wazalendo wenzao wanahusika na mambo ya mipango, mambo ya kilojistiki, mambo ya kiofisi. Sasa hichi kitengo hakini ya wazalendo, hapa ndipo huwa ninataka sana watu wanielewe na wakubaliane na mimi kitengo cha ofisi ya kizalendo, kitengo cha siasa ya kizalendo, kitengo cha ujasusi ya kizalendo ambao sio wavaa magwanda hakipo. Sasa wanasiasa wote waliokuja kuomba kura na kujiita mimi ni mzalendo, mimi kelele nyingi kusumbua watu na vichuvi vya hovyo kusumbua watu na vitisheti vya mzunguko vinabana vitambi kuzunguka watu kusumbua na vitisheti vya vya koto awapo, na wale waliofaulu ubunge wakaupata, na wale waliofeli wote wamepotea. Hakuna mwanasiasa hapa mzalendo. Watu wa Fizi mjue hivyo, watu wa Mwenga, watu wa Ufira mjue hivyo. Ituri Kivu, Siti Kivu, Noru Kivu, hawapo wazalendo sasa. Hapa tunahitaji tunahitaji sasa, kwa maana vita hivi vimekuja kuonyesha watu ni nani aliye mzalendo kwa kweli, ni nani si mzalendo wa kweli. Mpaka hapa mmemuona walioimba kina Bitakwira, sisi ndo wazalendo nini? Waziri huyo anamwe, anamtema, anamweka pembeni. Mlikuwa mnielewi, leo mmenikubali. Waziri amemweka pembeni, padiri tu. Maana yake hata bitakwira haaminiki, ametolewa kwenye system ya kizalendo. Hivi ameshatolewa kwenye system ya wazalendo, mlikuwa mnanikataa. Sasa kwa hiyo tunahitaji sasa vijana wasomi, tunahitaji vijana wasomi, tunahitaji wababa wasomi, wamama wasomi lakini si tu wasomi, watu wenye moyo, hata kama hujasoma, kwa maana siasa haiendeshwi na usomi, pensi moyo ule wa ndani, wito. Yes, hao ndio tunao wahitaji. Hawa ili bado ni mapema ili jambo lifanyike. Hata hivi tuna kusema mara nyingi hey, ama tujikate tu ama tujikate, lazima mjikate, lakini mna viongozi wa kisiasa ni shukuru sana bila shaka, mpaka hapa nilipofika, kuna jambo umelielewa. Tunashukuru sana ndugu Foka Mike, huko aliko, anaendelea kufanya kazi kubwa sana, kazi iliyotukuka. Anaendelea kusonga mbele na vijiji vingi anaendelea kuvikamata na kuvidhibiti. Yawezekana katika live ya kesho, ndipo nitakuja nikupa angalau takwimu ya baadhi ya vijiji vingi takribani kumi na sita mpaka hivi navyoongea na wewe Foka Mike amekwisha kuvidhibiti na viko mkononi mwake. Tuwape ongera sana ongera sana ongera sana, na tunachokitaka ni kwamba kila kijiji kinachokamatwa kama alikuwa tayari M23 pale ndio alikuwepo kikakamatwa na, na wazalendo kitu cha kwanza ni kushanjeka pita anawekwa kwa wazalendo.